Baadhi ya biashara zimekuwa zinapata matatizo ya kupungua kwa thamani ya mtaji uliotumika kuanzisha hizo biashara. Mtaji wa biashara endelevu unatakiwa kuongezeka badala ya kupungua. Sasa, mambo gani ya kutekeleza ambayo huchangia kuongezeka kwa thamani ya mtaji wa biashara? Video hii nitaeleza jinsi ya kutekeleza mambo manne ili kufanikiwa kuongeza thamani ya mtaji wa biashara. Sasa hebu tuangalie suala la kuongeza thamani ya mtaji wa biashara. Moja ya malengo ya kuanzisha biashara ni kupata faida. Faida inayopatikana husaidia kuongeza thamani ya mtaji wa biashara. Biashara ambayo thamani ya mtaji inaongezeka huwa inakuwa biashara endelevu. Sasa ni mambo gani manne ambayo yanachangia kuongeza thamani ya mtaji wa biashara? Moja ni biashara kupata faida. Faida hutokea wakati matumizi ya biashara yanakuwa madogo kuliko kipato cha biashara, na mauzo ya bidhaa hupungua pale unaposhindwa kuwa na idadi kubwa ya wateja ambao hununua bidhaa. Wakati unaweka mkazo kwenye kuongeza mauzo ya biashara, ni muhimu pia kupunguza gharama za uendeshaji wa biashara. Gharama za uendeshaji wa biashara zimegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kwanza ni gharama za kununua bidhaa, pili ni gharama za kusimamia biashara au kuendesha biashara, tatu ni gharama za manunuzi ya vifaa vinavyohusiana na biashara. Namba mbili ni swala la kuongeza thamani ya mali za biashara. Ni muhimu kuwa na mpango wa kuongeza thamani ya mali za biashara. Mali za biashara zimeganyika katika sehemu mbili, mali za kudumu na mali isiyokuwa ya kudumu. Mali za kudumu, yani fixed assets, zinajumuisha vitu vifuatavyo: nyumba, mashamba magari, vifaa na fanicha. Mali isiyo ya kudumu yaani current assets, hii inajumu, inajumuisha vifaa, vifu, au vitu vifuatavyo: madeni wanaodaiwa wateja wa biashara, fedha ambayo iko benki au kwenye maeneo ya biashara, na bidhaa ambazo bado hazijauzwa, yaani bidhaa ambazo ziko kwenye store au ziko kwenye bohari. Namba tatu ni suala la kudhibiti ongezeko la madeni ya biashara. Ni muhimu kuwa na mpango wa kudhibiti ongezeko la madeni ya biashara. Madeni ya biashara hujumuisha madeni ya muda mfupi na ya muda mrefu kama ifuatavyo. Madeni ya muda mfupi yani current liabilities, ni pamoja na madeni ya manunuzi ya bidhaa ambayo unanunua kwa njia ya mkopo yani credit na mikopo ya benki ya muda mfupi yani bank overdraft. Madeni ya muda mrefu ni madeni ambayo unakopa kwenye taasisi za fedha kama benki ambayo ni ya muda mrefu, lakini pia madeni mengine ambayo unakopa, lakini upitii kwenye hizo taasisi za fedha. Namba nne ni kutengeneza hesabu za biashara. Ni muhimu kutengeneza hesabu za biashara ili kukuwezesha kufahamu kama mtaji uliowekeza kwenye biashara unaongezeka au unapungua. Unachoshauriwa kufanya ni kutengeneza hesabu za biashara kwa kutumia moja kati ya njia zifuatazo. Kwanza ni kuajiri mhasibu ambaye atakutengenezea hesabu za biashara. Pili ni kutengeneza hesabu wewe mwenyewe ukitumia accounting packages mbalimbali ambazo zinapatikana, na tatu kumwajiri au kumtumia mshauri wa biashara, yani business consultant, ambaye atakutengenezea hesabu za biashara zako. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali mali na leo nimeeleza jinsi ya kutekeleza mambo manne ili ufanikiwe kuongeza thamani ya mtaji wa biashara. Naomba usubscribe huduma zetu, ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.